Nachowaomba vijana wa Kiislamu na nyie, simo kwenye mitandao, kwani mnaruhusu mashehe zenu wanatukanwa? Hata nyie mashehe, acheni ushehe wa kizamani, omisheni ndani tu, takbiri la ilaha illallah. Hakuna ushehe hivyo, hizi zama zingine, shehe wingi Facebook, shehe wingi Twitter, shehe wingi una group la WhatsApp. Hakuna ushehe hivyo, ushapita huo ile imepanda daraja, nachokusudia no, <laughs> no, ni kwamba msiwe wanyonge. Alafu jamani, watu wabaya wanasema, watu wabaya nie watu, wa, watu wema amsemi. Tuulizane hapa, wale wabaya na sisi, wapi wengi Nauliza hivi tuseme hao wale tusikubali hivyo, hayo maandamano yanayoitwa yalikuwa maandamano wale wale anda, wale wanaoitwa waliandamana na sisi ambao tukuandamana tukakaa ndani, wapi wengi? Sasa mlikaa ndani kwa nini? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, sasa ifike mahala ntuiambie mkuu wa wilaya iko hapa. <laughs> mi nimeshatoa maagizo au? <laughs> mashaka kata amna maagizo yangu. Tuunde kamati za misikiti za ulinzi, tulinde misikiti yetu. si tunanyamaza tu, lakini kuna misikiti imechomwa hapa. Mwanza, Buzuruga pale, watu wanakwenda wanachoma msikiti. Kuna vitu vingi vinatia hasira, ukisikia hizo hizo petrol stations zilizochomwa robo tatu za Waislamu. Hivi nyie hamjiulizi kwa nini? Tsunasemasema tu hivi, sisi hatujiulizi kwa nini? Oilcom oh, peke yao vituo 368, wamesema waliopoteza ajira zaidi ya watu mia tatu, lakini vituo robo tatu vilivyo, kwa nini, kwa nini zifuatwe mali za waislamu tu? Si tumesema hatujafika huko na kwa sababu kuna tume, tuiachie nafasi, lakini tufahamu kwamba sasa hapa itabidi sasa kila mtu aseme analolijua, lakini uko kwenye tume, tutakwenda kupambana huko sasa.